Kuna kingine hapa katikati. I hope mnakaona kako mahali kwa nini? Imefuata hiyo gari. Eh, ilikuwa imebeba makaa. As you know, Abu wana, kama ushaikuja na huku Mau Narok, you know tu watu hawezi kaa bila makaa ha ka. Hawezi kaa hivyo bila makaa of course. And so hii gari ni kuzoea, imezoea yani hawa ni polisi wa wa wa huku Mau Narok wa, ma but huwa wanafuata makaa. Hii si mara kwanza, bhena wamekuwa wakiharasi watu, wakazi wa hapa Mau Narok, na si wakati wa kwanza, wamekuwa wakiwa haras juu ya makaa. Na as you know the weather here is very cold. Uh, you can't survive with, with uh, without charcoal. You must be having charcoal for you to survive kubaridi mimi nilisikia sauti aki, nikaenda ku, ku, kuona ni nini, eh, kumbe ni gari imefuata pale kwa mtamshika aje? Uh, mwenye alikuwa amefuatwa kwa makaa anafaa ku, kuingia kwa hii kwa hii kanuni ka bridge kameekwa hapo aingize kwenye anaekaka kwa store yake, so walimfuata warim, kutoka kwenye alikuwa ameendea makaa wakamfuata wakamfuata huko so wamekuja wakafika hapo Uh, hakukuwa anataka yani wajue mari wana, anaekaa makao juu huku, polisi wamekuwa wakifuata, waki, hawa ha, watu wenye wanauza makaa eh, wa, they believe ati wanaharibu misitu and so on and so forth, mambo tu mengi tu huku watu, watu ni wengi by the way wanauza makaa and literally hii ndo imekuwa kawaida yao ya kufuata gari zenye zinakuwa zimebeba makaa, wanazifuata hadi press wame wana, wanafikisha hiyo makaa and then wanawakuria wanawakuria do pengine hata wanawaharas eh, na wanafungisha hiyo store, mambo tu mengi wamekuwa wakifanya. So naona venye kumejaajaa watu E, na hao watu wote wametoka kwa biashara zao kukuja kutetea huyu mwenye Am, alikuwa amefuatwa na hii gari ya polisi. Inasemekana, wamezoea wamezoea kufuatafuata gari za makaa na sunaona hata hali ya huku venye iko mawingu na nyeshanga, ni nini ni mambo tu mengi, reason tu. Huyu mwenye anaongea hapa hivi <coughs> Huyo mwenye unaona hapo juu ya hiyo gari ni polisi. Hata ukiona akiwa amevaa kama raia ni polisi, so walikuwa wamefuata gari ya makaa. Hata unaweza dhani ni kitu kubwa sana wamefuata. He? Mapolisi huku wanaonyesha watu moto, wanawaonyesha moto. You guys, you guys, my guys, huku mambo ni kama hayo yenye unaiona una hapo. Uh, huyo pia ni polisi, huyo mwenye ako hapo juu, huyo mwenye anashuka hapo ni polisi, eh hey. Mtaona hiyo gari yao yenye walikuwa wamefuata walikuwa wamefuata, mefuata nayo na wanaharasu harasu watu huku by the way. Awataki wauze makaa, si msitu wanaaribu. Hata wengine maybe, nimiti zao ku kure na zingine, wanasema wachome makaa. Is very cold newevai <laughs> awezi survive bila <coughs> Ndo hiyo gari. Sina wambia mnaona kama ni jokes. Ndo hiyo gari yenye iko imefuata na inakujaga kama imetoa sauti.